zangu ustawi wa jamii tumeupa kipaumbele. Kuna makundi kadhaa katika jamii zetu. Kuna wazee, tumewatazama kwa kuongeza pensheni jamii. Wazee wetu walikuwa wanapata elfu 20, sasa wanapata elfu 50. Huko mbele tunapokwenda, bado kuna maombi mawili ya wazee, moja ni kwamba umri wa kuanza kupata pensheni jamii upungue, lakini la pili wazee wengi zaidi waingizwe, na la tatu kima kipande Hayo yote tumeyapokea, na kama tumeweza kuongeza kutoka 20 mpaka 50 tutaweza kuongeza kutoka 50 kwenda juu zaidi. Lakini si wazee wa pensheni jamii peke yao, hata wazee walostafu serikalini walikuwa wanapata kima cha chini cha pensheni elfu tisini tumeifanya mara mbili, laki na 80 tutahakikisha kwamba pensheni ya wastaafu wa serikali nayo inaendelea kuongezeka waweze kuumudu gharama, uh, za maisha. Ndugu zangu, upande wa mishahara tumeongeza wafanyakazi wa serikali, posho mbalimbali zimeongezwa. Hayo ndio maendeleo ya watu. Kwa hiyo wale wanaosema hakuna maendeleo ya watu si sahihi. Lakini sio sio kundi rasmi tu, hata makundi yasiyo rasmi, wajasiriamali ya wavuvi bodaboda wote tumekuwa tukiwawezesha kwa mikopo isiyo kuwa na riba. Oktoba tunatiki.